Na natua upande wa pwani. Kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga, ametangaza kuwa ataanza mazungumzo na vyama vya kisiasa wakianza na chama cha UDA wanapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba na miungano ya kisiasa baada ya uchaguzi uliopita. Akizungumza kwenye mkutano wa viongozi wakuu wa chama hicho na ambao haukuhudhuriwa na naibu kinara wa ODM Godfrey Osotsi na katibu mkuu Edwin Sifuna, Oburu amesema kuwa wawili hao walielezea sababu ya wao kutohudhuria mkutano huo. Kwa siku za hivi karibuni wawili hawa wamekuwa wakitofautiana na viongozi wakuu wenzao wa ODM, ila Oburu amebaini kuwa hamna tofauti chamani.

Uh, Honorable Sifuna also sent his apologies for this meeting. He missed his flight. And uh, so both of them have the permission of the committee to be absent. Yeah, lakini unasema kuna tofauti kati ya, ya ya members ya party eh? Hakuna ile yote ambayo inaendelea, ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu ime imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti tofauti, lakini tuta, tuta, vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutajaribu, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja.